Duniani kote tuko kwenye muda ambao tunajenga hekalu la Bwana wa, wa kiroho wa Prophet Isaiah Nazi. Nashukuru na, ah, sana mimi. kwa majina naitwa Prophetess Christina Gwamaka Isaiah, ni mtoto wa kiroho wa Prophet Isaiah Nazi. tuliwezaje kufika hivi nipoto? swali zuri sana hilo, ni swali ambalo kwa kweli ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Mungu aliye mkuu, Mungu wa Prophet Isaiah Nazi, kwa sababu tunavyoongelea habari ya wewe kuja kujiatachi au kuja kuwa sehemu ya familia ya, ya nabii kama mtoto wa nabii huwa na anakuwa ni mchakato sana, lakini mpaka kesho, ni mtu akiniuliza swali kama hilo, umiwezaje ndaka nikuambie kwamba ni kwa Mungu wa Prophet Isaiah Nazi. Katika sechi zake zote huko akanikuta mimi pamoja na familia yangu hmm. Nilikuwa wa kwanza kupata hizo taarifa za kuweza kufika hive nipoto, lakini nikashirikisha familia yangu mm -hmm. Namshukuru Mungu aliiweka ikawa nyepesi sana, kwa hiyo na kwa kweli tulikuwa tunatafuta huduma, tunatafuta mm huduma ya kiroho yes. Ambayo ingeweza kutusaidia katika mambo yetu mengi ikiwemo mm -hmm. ni mambo ya kifamilia, mambo ya kimaisha lakini Mungu akaonyesha njia. Yes. Ikawa rahisi kuweza mm. kufika Heaven Portal Ministries International, Prophet mm. Isaya. Kwanza yeye kama tunavyojua ni nabii wa Mungu, yeye ni nabii wa Mungu, tunaweza tukasema ni kinywa cha Mungu kwa sababu Mungu anamtumia mara nyingi kufikisha taarifa kwetu. Kwa hiyo mimi nasema katika maisha yangu sikuwahi kukutana yani kwenye, sema kwenye mambo yangu ya Ukristo huko tulikotoka, sikuwahi kukutana na mtumishi ambaye anaweza akanifundisha vitu vingi vya rooni kama alivyonifundisha babaangu. Kwa kweli ninafurahi sana kumfahamu Profeti Isaya Nazi kwa sababu amenifungua vitu vingi vya rooni. Huko tulikotoka tulikuwa tunaabudu sana kwa mazoea, alafu vitu vingine uvifahamu yani ni kama vimefungwa. Mimi kama sijui habari za kuwatumia malaika kwa kweli ni nilikuwa siwezi nilikuwa sifahamu hivyo vitu kama malaika wapo. Kwa hiyo profeti ya Isaya Nazi ni nabii wa Mungu ambaye Mungu anamtumia sana kutukomboa sisi, na ametukomboa ametutoa mbali mpaka hapo tulipofika. a, a spirit hii ni roho juu ya maji, on top of the water, juu ya maji, on top of the waters, roho ya, a, a... Spirit. Roho ya kipepo. Yeah. On top of the, the water. Spirit. Roho. When I touched your eye. Nilipogusa macho yako, Niliona ilo pepo limepiga kelele, limesimama, Usifanye hivyo! Macho hayo. I saw a na mwanaume wa Kiislamu ambaye aliingia agano Macho yako macho yako ya rohoni, rohoni. Goja nikwambia wewe ni nani. You are not a pastor. Wewe wewe wewe wewe, sio sio, ni ni, yes Baba, you are a prophetess Yes, Baba. Mungu amekuita kumtumikia kama nabii mke. The Lord has has called you to Lakini naona kuna roho ambayo ilichukua. spirit that has taken. Right now. Sasa hivi. There is some someone with something. Kuna mtu ambaye anaroga kwa ajili ya macho yako. Kuna mtu anatumia uganga kukupitia macho yako ya kiroho. Someone Someone is is using spiritual eyes. kiroho. Someone is so, reading a chart. A By using your spiritual eyes. Kuna pepo alilipa kafara. There is a demon that went. Naiona damu ya mtoto mchanga. They gave a blood of a baby. Damu ya mtoto mchanga. They drank a blood a of the baby. It will become a god. That is been used as a covenant. Naiona damu ya mtoto. I'm seeing number 7. I don't know this sound. Inaona namba 7. Sijui ni mwaka au mwezi.

ni siku ya katikati ya wiki and it was during the evening prayers so i was invited and i came there and when i came there what shocked me the most was how those people were praying sikuwai kupata experience ya namna watu wanavyoomba namna ile because huko tulikotoka we pray yes we we used to pray but it was not that intense lakini the first day i entered heaven portal tukaanza session ya maombi Were oh, oh my God, were people. Nilishuhudia mtu anaomba kashika nguzo, mwingine anaomba kashika ukuta, mwingine anaomba, oh my God, mwingine anaomba kashika, was like, akashika madhabahu. iki ni nini huko, why is it so? So different here? So that was tulikotoka, tuko tunafanya nini Nikasema it is my first day to be here. Nilikuwa siwezi kuomba hata zaidi ya dakika tano. Prophet Kakande, nikauliza kwa nini namuona, nikafikiri wewe unamfahamu Prophet Kakande. I thought you knew him. But the

Nakumbuka dadangu alikuwa anaumwa, alikuwa hawezi kutembea. Nakumbuka nilimwombea maombi kwa njia ya simu, alikuwa Dar es Salaam, mimi niko Dodoma, nikamwombea. Na kitu kingine pia, hiyo kupitia hiyo roho ya uponyaji, nilimwombea tena mtoto wa mdogo wangu na mdogo wangu pia. Kwa kitu kikubwa sana ambacho ninaweza nikakihadisia kwa watu Nikiwa, ninawakaribisha sana mahali hapa. Kabla ya ushauri, ninawakaribisha sana mahali hapa, wakaribie wamwone Mungu wa baba yetu Prophet Isaiah Nazi, anavyotenda alivyotenda kwetu, ndivyo atakavyotenda na kwa wao. Ninawakaribisha sana ninawashauri <coughs> kupitia shuhuda mbalimbali wanazozipata kutoka kanisani hapa, kupitia media, kupitia social media, kupitia shuhuda za watu wanaotoka mahali hapa na kuwashuhudia, wasisite, wasirudi nyuma, bali wachukue hatua ya kusogea. Mahali hapa ni mahali ambapo milango ya mbinguni iko wazi kwa ajili yao, ni mahali ambapo wanapokea directory kutoka mbinguni. Mungu wa baba yetu Mungu wa Profeti Isaya Nazi anajibu raivo, anajibu Kwa hiyo nawakaribisha sana na ninawashauri wasisite kufika mahali hapa. Karibuni sana.